E, bwana vita jinzi na wasanii bado inazidi kuwa kali sana. Tumeona bwana, baadhi ya wasanii wamekuwa wakiwajibu uh, mashabiki kulingana na kile ambacho shabiki atakacho kicomment. Yaani pale akiandika comment mbaya, basi na msanii lazima ajibu. Uh, huyo, hapa Mario bwana, amemjibu shabiki na hii comment ya Mario bwana, inaenda viral sana kwenye mitandao ya kijamii na inaonyesha kwamba Mario bwana, naye ameamua asiwe, yani, mnyonge kihivyo. Tena kusamia kile ambacho Mario mjibu shabiki na tukumbuke kwamba uh, masaa machache yaliyopita Majizo alijitokeza kwenye mitandao ya kijamii na kuwaombea msamaha wasanii kwa sababu bwana uh, ajenzi walisema kwamba sisi hatusapoti kazi ya msanii yoyote yule, so Majizo akaona isiwe shida, ngoja nijitokeza kwenye mitandao ya kijamii niwaombe uh, niwaombe msamaha wasanii wangu ili waendelee kupiga kazi. Na baada ya muda mchache tu Majizo kumaliza kuongea vile na video kwenda viral Bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram aliposti video clip ambayo inamonyesha hapa, amevaa raba frani hivi amazing nyeupe, ametupigia na jeje frani hivi, pensi frani hivi pana sana, na ukiangalia kwenye gari bwana, kuna mwanadada eh, anayarudi sana maono yani, anakatika sana si mchezo. So baada ya Mario ku, uh, kupo, kuposti video clip uh, kupitia ukurasa wake wa Instagram yameposti tu, na hii inaonyesha kwamba pengine kuna kazi yake ambayo anataka kuiachia kwa sasa hivi. Hivi anaweka tension mashabiki zake kwamba wakae wakijua muda wote saa yoyote kuna kazi ambayo ataweza kuiachia. Baada ya kuposti hiyo video bwana, comments zimekuwa nyingi sana a. kuna wasanii wenzake wamekuja hapa wamecomment kumsupport, kumpongeza, kumwambia tunakushukuru a. lakini pia kama tunavyofahamu bwana jenzi hey, hawakosekanagi a, kuna hii hapa comment ambayo jenzi amemjibu na na ndo inayo know trend sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ukipita lazima utakutana nayo. Nitakusomea kile ambacho Jenzi amemwambia Mario. Uh, huyu Jenzi bwana amemwambia hivi Mario. Tutaangalia hapa hapa YouTube utaenda kuangalia mwenyewe. Maana yake ni kwamba uh, Mario akiposti video YouTube, mashabiki hawataenda kuangalia. Hivyo akiposti uh, Instagram, sawa tu wataangalia, lakini YouTube hawaendi. Mario akasema wewe usinitanie, naye akamjibu kwamba huna ubavu huo, na akamtagi kabisa official mkama, yani huyu mkama bwana, hana ubavu wa uh, kukataa kwenda kuangalia video ya Mario YouTube bwana. Ama uh, mvutano um, bado ni mkali sana kati ya jinzii na wasanii wao. Na maoni gani kuhusiana na mvutano um, uliopo kati ya wasanii na jenzii, lakini pia kuhusiana na hii comment ambayo uh, Mario amemjibu shabiki bwana? Nikukumbusha tu kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu ya Lizzy Media, bado hujachelewa, subscribe ili wa mtu wa kwanza kuangalia video ambayo tunaiposti hapa YouTube.